Ha, nilikuwa na tafakari ile sura ya Ayubu, ile sura ya arobaini katika kitabu cha Ayubu. Ukisoma ile sura ya arobaini na ile sura ya arobaini na moja ni kama huelewi pale Mungu anapoingia kumjibu Ayubu, baada ya Ayubu kueleza yale jinsi alivyokuwa ya anajisikia. Unajua, Ayubu hakuwa analalamika, Ayubu alikuwa anaeleza undani wa jinsi ambavyo anajisikia baada ya kupita katika ile hali. Kwa hiyo sasa, ndio maana Biblia anasema kwamba Mungu anasema katika mambo yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Ayubu hakulalamika, hakumlalamikia Mungu kwa sababu anajua Mungu yeye pendo. Yeye Mungu hafanyi jambo kuharibu, anatupenda. Muumbaji ndio maana ametuweka kwa, alijua kwamba ndani yake kuna hila, kuna mambo ambayo Ayubu hajaelewa. Ndiyo maana hali ile inamkuta. Ndiyo maana mahali pengine anasema a, lakini najua baada ya kutoka kata hii, katika tabu hii nitatoka kama dhahabu, nitang'aa lakini hata kama nikiondoka najua mtetezi wangu yu hai. Lakini yule Elfazi pia na wenzake wakina Eliu wanatabiri, wanasema ngozi yake itakuwa kama ya mtoto mchanga. Kwa hiyo Ayubu aliamini juu ya uumbaji wa Mungu kwamba ni Mungu ambaye anaweza kuua na ni Mungu ambaye anaweza kufufua. Kwa hiyo haijalishi hali gani anapitia Ayubu, aliendelea kusimama na kuwa katika hali hiyo. Baada ya kujifunza kutoka kwa Ayubu katika ile sura zile mbili lakini kaona sasa, kuna sura zile mbili zinasema kwa habari ya wanyama wawili wanatajwa. Sura ya 40 inamuelezea kidogo kiboko, lakini kiboko huyu ukimsikiliza, Mungu anavyomueleza, unaona na tofautiana na wale viboko ambao tumezoea kuwaona. Huyu kiboko anaelezwa katika namna ya ajabu, anasema mbavu zake ni shaba, ni e kiboko ambaye anasema ni mkuu wa watu kwa njia za Mungu. Sasa unaona huyu kiboko si kiboko kama mnyama wa kawaida ambavyo anaelezewa lakini ukienda sura ya 41 unaona anaelezewa uh, uh, ni mamba, lakini mamba na huyu sasa anapoelezewa, anasema macho yake, anapokuwa mdomo wake, kinywani mwake mnatoka moto, na yeye ni mkuu wa njia ya wenye kiburi. Sasa unaona haya mambo yalivyo. Kwa hiyo si mamba huyu ambaye tumezoea kuona watu wakimkamata, kwa sababu huyu mamba anauliza unaweza kumshika ukamweka, ukamshika ukamweka kama unavyotaka. Maana yake ni mamba asiyeshikika, na huyu ni kiboko ambaye huwezi kumtega. Kwa hiyo sio kiboko ambao tumewaona kama wanyama. Kwa hiyo Biblia hapa inasema kwa habari ya mambo ambayo Henoko anayaandika katika sura ya 60 nafikiri mstari wa, wa saba na wa nane. Kwa wale waliosoma kitabu cha Henoko, unaona Henoko anaelezea anasema, baadaye, maana yake akawaona wanyama wawili wakubwa ambao wameumbwa kwa namna ya ajabu, ni viumbe vya ajabu ambavyo Henoko alivishangaa jinsi vilivyoumbwa. Anasema alipoona wale wanyama maana yake akamuuliza malaika, malaika akamwambia baadaye kwamba hawa wanyama wanaowaona, uh, walikuweko mbinguni, Mungu alikuwa amewaumba lakini sasa wametupwa. Wametupwa wapi? Anasema maana yake mmoja ametupwa chini kabisa katika vilindi vya bahari, na huyu mmoja aliyetupwa ni nani? Ndio huyu ambaye Isaya anamweleza katika sura ya ishirini na saba msali wa kwanza. Anasema yule joka mwenye kuzonga zonga, sio joka wa zamani ambaye ni Ibilisi. Huyu ni joka mwenye kuzongazonga lewi thani Huyu joka mwenye kuzongazonga ambaye yeye ni mkuu wa wenye kiburi, ambao bahari inaweza kutikiswa na yeye bila. Anataka mwonekano wake, ni mwonekano ambao hakuna mwanadamu anaweza kusimama, si wachawi si waganga wanaoweza kusimama mbele yake, na yeye haamuriwi na yoyote. Maana yake hata shetani mwenyewe hawezi kumwamuru huyu joka, isipokuwa ni kwa makubaliano. Maana yake anayaendesha mambo yake mwenyewe ni mkuu wa wenye kiburi, maana yake mkuu katika wenye kiburi pia ni shetani. Kwa hiyo shetani anasimamiwa na Leviathani, maana yake Leviathani anamtia adabu na shetani mwenyewe pia, maana shetani anashangaa jinsi ambavyo Mungu ni mkuu sana. Hii ni changamoto ambayo Mungu ameiacha ili kuwafundisha hawa waliwaumba kwamba yeye ni Mungu. Ukija huyu sasa wa arobaini, huyu kiboko anayetajwa, anasema yeye alitupwa wapi? Anasema alipelekwa jangwani nda yoni kwenye jangwa huku ndiko alikoenda kufichwa yeye sasa. Kwa hiyo ni kama ni mkuu wa nchi kavu, na yeye sasa ni kiumbe ambayo Biblia imemtaja ime kama kiboko, lakini ni kiumbe wa aina yake na pia mwenye utisho wa aina yake na nguvu kubwa. Anaweza kufanya mambo ambayo hakuna mwanadamu anaweza kuyasimamia wala kuyazuia, naye haendeshwi na yoyote, anajitegemea, anaendesha mambo yake mwenyewe. Sasa siri hizi zipo ndugu yangu, nikasema yajayo ni mambo ya kutisha sana, ambayo si teknolojia wala si akili ya kibinadamu inaweza kuyatatua. Mungu tunayemsema ni Mungu mkuu sana, jina lake ni Jehova na mwanaye ni Yesu Kristo ambaye atakuja tena kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, lakini atasimama kama mfalme wa falme kwa ajili ya kuhukumu. Amini Yesu Kristo sasa, kwa sababu atarudi tena kutoka Yerusalemu atatawala dunia nzima. Mungu akubariki sana kama utamwamini Yesu, na wewe mtakatifu uendelee kujitakasa. Amen.